Mimi naitwa Joseph Laiser ni afisa mwandamizi ubalozi wa Tanzania nchini DRC. E, tumekuja kwenye mkutano huu e, ambao sisi Tanzania ni wadau wakubwa katika mkutano. Mkutano huu ni mkutano wa utatu e, unahusisha nchi tatu kwa maana ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Zambia. Na ma, mkutano huu umeandaliwa na taasisi ya Central Corridor kwa kushirikiana na Trademark Africa, lengo likiwa ni kuangalia changamoto za zinazoikumba za sekta ya usafiri na usafirishaji katika ushoroba wa kati, hususan ni njia ya kusini inayounganisha bandari ya Dar es Salaam na jimbo la Kolwezi nchini DRC kupitia Zambia e, washiriki wame fanya majadiliano kwa mapana zaidi, lakini kwa leo tulikuwa na washiriki kutoka vyama vya madereva lakini na vyama vya wasafirishaji. Wameibua changamoto mbalimbali e, zinazoikumba sekta hiyo zikiwemo masuala ya wizi wa mizigo e, mauaji, utekaji, kuvamiwa kwa madereva, lakini na masuala ya uwepo wa e, ma, vituo vingi vya kutoza ushuru hususani ka, e, katika nchi ya Zambia na DRC, na wameweza pia kutoa mapendekezo ya yani nini kifanyike ili kupunguza wingi wa vituo vya ukaguzi, kwa sababu vituo hivi vimekuwa vikichangia sana kuchelewesha usafiri na usafirishaji wa bidhaa, na hali hiyo inapelekea pia gharama za usafirishaji kuwa nyingi pale ambapo huduma e, za usafiri na usafirishaji e, zinazuazua. Kwa hiyo lakini changamoto nyingine ambayo wameweza kuibua ni tozo ambazo zimekuwa zikitozwa hasa katika nchi ya Zambia e, na mwakilishi kutoka za Zambia ameeleza kwamba tozo zile zinatozwa kwa sababu barabara nyingi za Zambia zimejengwa na sekta binafsi, na ili sekta binafsi iweze kurejesha fedha zake ni lazima itoze fedha hizo kwa muda ambao wamekubaliana na serikali ya Zambia. Kwa hiyo kutu, kwa, kwa jitihada za Central Corridor E, tume, imeonekana ni changamoto, lakini ufumbuzi wa sala hilo unaweza kupatikana kwa taasisi ya Central Corridor kuendelea kuengage wabia wa, wa, wa, wa, wa maendeleo development partners, ili kuendelea kuweka fedha zaidi ambazo kwa namna moja au nyingine zinaweza zikapelekwa kwenye serikali ya Zambia ili ilipe yale ili madeni yaliyotumika ya, ya, ya, ya, ya kujenga barabara zile na baadaye hii changamoto ya tozo kwenye, kwenye barabara nyingi za Zambia ikapungua eh, kwa wale wa, wawekezaji waliowekeza kupata fedha zao na zile infrastructure miundombinu kurudishwa kwa kwa serikali. Labda utuambie katika kikao mambo ambayo yamezungumzika hapa ni nini ambacho kitahakikisha kufanyika kwamba mambo ambayo yamezungumzika hapa hayatabaki kwenye karatasi bali yatafanyika moja kwa moja? eh, asante sana e, nadhani kika yamekuwa eh, yakifanyika vikao vingi vya aina hii, lakini kikao hiki na, naona kama mambo yaliyozungumzwa hayatabaki kwenye makaratasi bali kwenye utekelezaji kwa sababu kuna jitihada za kutengeneza e, taasisi ambazo zitakuwa ni, ni, ni, kwa Kiingereza ni legal entities na zitajumuisha zita wadau kutoka sekta zote zinazohusika na usafirishaji, lakini kikubwa zaidi ni kwamba inaleta wadau wa nchi tatu sasa kwa pamoja, tofauti na ilivyokuwa mwanzo kwamba changamoto zinatokea Tanzania lakini huwezi kuwasiliana na watu wa DRC, huwezi kuwasiliana na watu wa Zambia lakini kwa sasa, kwa sababu serikali zote mbili zote tatu ziko pamoja, naamini kwamba ufumbuzi wa hizi changamoto itapata dawa mapema iwezekanavyo, tofauti na kipindi cha nyuma.